Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja. Tuelekee kaunti namba 33 ambapo tunaarifiwa kwamba watu kadhaa walijeruhiwa katika ranchi ya Maji moto huko Narok Kusini kufuatia mzozo wa ardhi baina ya makundi mawili yaliyokabiliana vikali. Katika kisa hicho mali ya thamani kubwa iliharibiwa huku magari na nyumba zikiteketezwa moto wakati wa tukio hilo. Wakazi wanadai kuwa kesi hiyo ilitatuliwa na Koti, lakini ufisadi umesalia kuwa kikwazo wakisema kuwa mabwanyenye mmoja anataka kunyakua ardhi hiyo. Hii shamba ya maji moto ya Group Ranch imekuwa kwa kesi kwa muda wa miaka kumi. Na kama wananchi wanaopenda amani Tumefuata njia sote ambazo katiba na sheria imeweza kunakili. Watu wametufahamia ku, ku, kuna na tukajaribu kusuia kusuia. Kuna jamaa mmoja leo alipigwa na amefunjwa mkono, mimi pia nikafunyo gari yangu, ndio hii gari ya K, KS Nissan Patrol ikachomwa. E, gari ya ndugu yangu Daniel, imechomwa imemalizwa, maglasi zote pia, imepigwa yeye na mawe na kisu, lakini bahati ya Mungu aja aja kutikana na kisu. Sasa kasi yao wamerudi sasa mashinane, kukuja kutishatisha sisi hapa, kuchoma manyumba, kupika watu na kusema wanachukua watu kwenda ku, ku eject. Na mimi naomba hao watu wa serikali, tulianza kulia, tulianza kila ofisi yote inawezekana vyo, hatujapata usaidizi. Nataka kusema poleni lakini kama pasta kama mchungaji naomba kwamba msilipishe kisasi, inaomba kwamba tutachukua jambo hili kwa muhimu zaidi. Tutazungumza na serikali, tutakuja kama wachungaji, tuone kama suluhisho inapatikana. Okay, kaunti nambari mbili ambapo asilimia 95 ya eneo.